maisha yetu sisi na maisha ya wale ambao walitangulia, kwamba ni nafasi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea, kwamba kupitia hii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutujua na sisi wenyewe tuweze kujijua nafasi zetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayyaman ma'dudat, siku zinazosabika, faman kana minkum marid Tumeanza mukaddima huu au ambayo ni sisi tumeanza jambo hili kwa sababu asili ya mwanadamu kwamba anaweza akapatikana mtu wa kuuliza, kama vile ilivyo kwenye swala. Watu wengi katika sisi lazima mtu anauliza kwamba kwamba hii hi uu swala ambazo tunasali sisi yena kwa mitume wengine zilikuwepo? Inde sala zilikuwepo, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili muweze kufikia katika ile nafasi ya saadatu daraini, kwamba ili ano mfaidike katika maisha ya dunia na maisha ya akhera, lazima mshikamane na haya ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha na haya aliyoamrisha sio kwamba yameanzia kwenu tu, la, yalianzia hata kwa wale wale waliokuja kabla yenu. Lengo la <coughs> mwenyezimungu ni nini? pate nafasi, ndio maana akasema faman kana minkum marida, na yule atakayekuwa mgonjwa hawezi kufunga. Faman kana minkum maridhan au ala safarin, au amepata safari katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na safari yenyewe katika masafa tusharia kwamba ni ile safari ambayo kama huyo akifunga akiwa ana safari kama hiyo, na isiwe safari ndiyo sehemu katika maisha yake, kwa sababu kuna mtu ambaye maisha yake yote ni safari. Kama tunavyojua wafugaji, mfugaji maisha yote yake ni safari, anatoka hapa anaenda kule kufuata majani, na uenda anapohamia ndio huko anakwenda kuishi. Au tajiri mfanya biashara maisha yake ni safari, anatoka hapa na na sehemu fulani, maisha yake yote yako yakuipo hapa, la yadkhulu, kwa sababu mtu kama huyu hawezi kuingia, kwa sababu maisha yake au safari ni miongoni mwa kazi zake, famankana bikum maridhan au ala safarin faiddatu min ayamin uhra. Sasa yule ambaye

sababu ya changamoto ambazo wanazo katika maisha yao, yao katika miili yao, ya katika miili yao kwa sababu ya changamoto ambazo zinawapata katika hali zao za mwili, kwa lazima watu hawa hizo ha, changamoto zinawapelekea kiasi zi ambacho hawawezi, la yastatiuna sawma, hawawezi kufunga, basi yukuna ya hufiiyatutaa chakula kuwapa maskini na miskina, kwamba wanatulisha wanawalisha miskini yake. Yani amefunga na akajitolea vile vile, basi ni kheri yake ni kheri juu yake. Sasa ndugu zangu, katika hii hii nafasi point fojojo katika aya hii inayoonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuridu minna sa'ada, kwamba hajabagua, amekuja kwamba kauli ya Mungu kwamba ametukusanya sote, ili ambaye anaweza na yule ambaye hawezi, kwamba alimu kon wa minna anyaslailalaya, kwamba kila mmoja katika sisi afike katika lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu ana sio hivyo tu, na sisi wenyewe tujione kwamba tuna nafasi gani mbele ya Mungu kama jinsi ambavyo tumetanguliza kwamba jinsi ambavyo mtu mwanadamu atakapokuwa multazimu mwenye kushikamana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo ambapo nafasi yake itakuwa